Yes, mambo vipi? Uh, tumezoea sifa kubwa kaka kuona ni ile ya kuonekana kwa kutaka yeye. Yaani anaonekana ule muda ambao anotaka yeye. Watu wamezoea akionekana unasikia o, oh, msimu wa mazao, mara ukimuona utakuwa uh, na bahati njema na nini? Sasa leo nataka nikwambie mambo usiyojua kuhusu kaka kuona kwa uchache zaidi. Jambo la kwanza, unajua kwamba kaka kuona hana meno kabisa. Lakini ulimi wake ni mrefu zaidi ya mwili wake usika. Hii <laughs> sikuchanganye sana ulimi wa kaka kuona, uh, ulimi wa kaka kuona ni mrefu zaidi ya mwili wake na anautumia zaidi kwenye mawindo. Cha kusajabisha zaidi ulimi wake ni zaidi ya gundi, yani unanata zaidi ya super glue. Vile akitegesha tu ni kama ni wadudu wakijichanganya tu wakagusa pale kwenye ulimi, basi wananata moja kwa moja. Lakini kingine, kaka kuona anapokutana na, na adui yake huwa anajiviringisha kama mpira u kakakuona tunafahamu ana magamba eh? ambao unayaona hapa magamba yake ni magumu. Anajiviringisha kama mpira, anakuwa ni duara, basi hiyo inakuwa ni ngumu sana adui yake kuweza kumshambulia. Yani atapambana atamgusa atamgusa atamgusa, lakini mwisho wa siku itashindikana. Cha mwisho unachotaka kukusia kabisa, kaka kuona, ni mnyama mbaya, yuko tarini zaidi kupotea. Mara zote huwa na windo na binadamu wakitaka kutumia magamba yake kama biashara, ambayo yanaweza kwenda kutumika kama dawa na nadhani utakuwa umejifunza kitu chochote hapo kuhusu kakakuona. Kama unahitaji kujifunza wildlife, uh, chukua namba kwenye screen, ujiunge na group langu la WhatsApp.